tumezindua pikipiki yetu leo na tumesha release kabisa kupatikana kuanzia sasa hivi masokoni. Hii ni rafiki wa mazingira, sawa? So, kwanza hahitaji matengenezo kama pikipiki zingine. Ni pikipiki ya full umeme na iliko covered under warranty kwa kila item. Warranty yake ya battery ni mwaka zaidi ya, ya, ya ni warranty ya kudumu kwenye battery. Na kuna baadhi ya component ambazo ni kama motor ni warranty miaka miwili na vilevile vile kwenye pikipiki hii tumeshaikabizi kwa mawakala wote, tumeshaisambaza kwa mawakala wote ambao wako Dar es Salaam, wataipata wata huko kwa bei ya shilingi milioni mbili na laki tisa na elfu hamsini. Na pikipiki hii kwa bei hiyo tu itaipata, iko covered kwa insurance pamoja registration, ikiwa ngomo reflector jacket mbili na helmet mbili. Pikipiki hii kwa uzuri pia GPRS iko covered humo humo kwenye pikipiki, kwa hiyo watumiaji wetu hawana haja ya kuongeza GPRS kwenye pikipiki yetu. Pikipiki yetu inakuja na GPRS na iko secured zaidi kwa wateja wetu. Vilevile tumeshafungua substation za kubadilishia betri Dar es Salaam paka mpaka sasa hivi ziko sita, ambacho kituo cha kwanza kiko hapa kwetu showroom, ambapo ni five uh, star complex, na kingine kiko Gongo la Mboto. Kingine kiko Mbagala, Kigamboni, Bonyokwa na Kamata. Matao yanayofuata tutaenda Chanika, Tegeta na sehemu zingine zinazofuata zilizokuwa na wingi wa wahitaji wa hizo wa pikipiki. kichaji betri ikafika asilimia mia moja, itakuwezesha wewe kutumia, kilo, kutumia kwa umbali wa kilometa mia moja hadi mia moja na thelathini ambapo ukifika katika kituo chetu utawezeshwa kupata betri hilo, utabadilisha lile ambalo ulikuwa nalo katika pikipiki piki yako na utapatiwa betri lingine ambalo litakuwa na asilimia mia moja na gharama za ubadilishaji wa betri hizo ni shilingi elfu nne na mia moja Lakini sema kwa upande wa beti, si lazima uende na asilimia sifuri, maana asilimia sifuri haito kuwezesha kufika katika kituo. Inamaanisha ukifika katika kituo chetu utawezeshwa kubadilishiwa beti, lakini utalipia kiasi kile ambacho kimepelea. Nichukulie, nitolee mfano umeenda na asilimia, umeenda na asilimia 40 katika kituo chetu, inamaanisha una upungufu asilimia 60 ili ufikishe asilimia 100. Kwa hiyo utaenda utaliacha lile betri ambalo lina asilimia 60 40, alafu wao watakupatia betri ambalo lina asilimia 100. Inamaanisha gharama gharama utakazolipia wewe ni zile asilimia 60 ambazo zimepelea mafuta lita moja ni shilingi elfu tatu, na inatembea kilomita 30 mpaka 40 lakini betri ukichaji kwa shilingi elfu nne na mia moja unatembea kilomita mia moja na ishirini. Ni faida kubwa, ni faida kubwa kwa wanachama wangu, ni faida kubwa kwa Watanzania watakao tumia kama walimu, waandishi wa habari kama ninyi na watu wengine ambao wanatumia pikipiki. Lakini pia tutakuwa tunasaidiana na kauli mbiu ya ulimwengu ya kutunza hewa, kuto kuzalisha uchafu na takataka ambazo zinasababisha hewa ukaa. Kwa hiyo kwa upande wetu kama madereva wa pikipiki tumepokea kwa mikono miwili, tunafurahia product hii na tunaahidi kwamba tutaendelea kushirikiana ili madereva waweze kujua umuhimu na thamani ya hiki kitu, kama ambavyo tuliwapelekea pia thamani ya gas na wakaipokea, na sasa hivi wana enjoy sokoni. Mimi ninaona zinakuja kuleta faida kubwa, kwa sababu ukiondoa changamoto ya mafuta ambayo kwa kweli ni, ni changamoto kubwa, sasa hivi hii ya mfumo wa umeme, manake kwanza itakuwa inakurahisishia hata zile gharama za sevisi wametuambia hazitakuwepo. Kwa mfano masuala ya kumwaga oili, labda kufanya sevisi za injini, maana yake hazitakuwepo. Sasa na wametuhakikishia kwamba sasa hata swala la betri zitakuwa zinapatikana kwa uhakika na kwa wepesi zaidi. Kwa hiyo ninaamini kwamba itakuwa ni, ni nzuri sana, inaleta kuleta chachu nzuri kwenye biashara ya pikipiki piki. kwenye petroli ni elfu tatu kwa lita moja sasa hivi lakini hii ambayo ukichaji betri anasema elfu nne na mia moja na utaenda kwa kilomita zaidi ya mia moja. Kwa hiyo ukiangalia labda ni zaidi ya hata lita mbili au tatu za petroli, ambayo ingekuwa ni zaidi labda ya shilingi elfu nane elfu tisa huko, lakini sasa kwa hii ya umeme, maanake unaweza kwenda kwa shilingi elfu nne na mia moja kwa zaidi ya kilomita mia moja. Kwa hiyo unaona utofauti ulipo hapo. Nukta TV.